Kwa majina anaitwa Anamary Joseph, msimamizi wa uchaguzi jimbo la Mbeya mjini na Uyole. Kwa mujibu wa kifungu cha sitini na tisa kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba moja ya mwaka 2024, ikiwa kama msimamizi wa uchaguzi kwenye jimbo la Mbeya mjini na Uyole, na watangazia wananchi wote waliojiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuwa uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani utafanyika siku ya Jumatano, tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Vituo vilivyotumika kuandikisha wapiga kura ndivyo vitakavyotumika kupigia kura. Vituo vya kupigia kura vitafunguliwa saa moja kamili asubuhi na kufungwa saa kumi kamili jioni. Naomba nitoe msitizo hapa kwamba vituo vitafunguliwa saa moja kamili jioni asubuhi na kufungwa saa kumi kamili jioni, lakini kwa wapiga kura wote ambao watakuwa wamefika kwenye kituo kabla ya saa kumi kamili jioni watapata nafasi ya kupiga kura. Hii haimaanishi kwamba baada ya saa kumi kwamba wale ambao wamefika kituoni hawatapiga kura. Hapana, tutafungua saa moja kamili na tutafunga saa kumi kamili. Wale wote ambao watakuwa walikuwa wameshafika watapata nafasi ya kupiga kura. Vituo vya kupigia kura vya magereza vitafunguliwa saa 2 kamili asubuhi na kufungwa saa 9 kamili alasiri. Pamoja na tangazo hili, kwa kila kituo cha kupigia kura zimebandikwa taarifa zifuatazo: moja, mfano wa karatasi ya kura yenye majina na picha za kila mgombea pamoja na nembo za vyama vyao vya vya siasa kwa uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani. Pili, orodha ya majina ya wapiga kura walioandikishwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Na tatu, orodha ya wapiga kura walioruhusiwa kupiga kura moja tu ya rais. Ndugu wananchi, naomba nitoe maelekezo kwamba wananchi wote mnaomba kupitia taarifa hizo ili kutambua mapema vituo mtakavyopigia kura na kuona mfano wa karatasi ya kura, na ni muhimu sana siku ya uchaguzi, na ni lazima kila mpiga kura afike kituoni na kadi yake ya mpiga kura. Lakini kwa mpiga kura aliyepoteza kadi yake na ambaye aliandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, ataruhusiwa kupiga kura endapo atafika katika kituo alichopangiwa akiwa na leseni ya udereva au pasi ya kusafiria au kitambulisho cha taifa NIDA. Majina ya kitambulisho mbadala atakayowasilisha yao yanafanana na yaliomo kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi, kama ulijiandikisha na jina lako lipo kwenye orodha ya wapiga kura kwenye kituo husika na bahati mbaya umepoteza kitambulisho cha mpiga kura, fika na kitambulisho kimojawapo kati ya vilivyotajwa ambacho kitatumika kama kitambulisho mbadala. Baada ya kusema haya, naomba nitoe hamasa kwa wote waliojiandikisha kujitokeza kupiga kura tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwenye vituo walivyojiandikishwa. Asanteni, naomba kuwasilisha.